Kwanza nilikuwa na ng'ara bwana, ndugu yangu, kwa mapema nilikuwa na ng'ara hata kabla ya, ya siasa kabla mi nilikuwa na afadhali, natembelea motokari, Nyerere hana baskeli. Wafadhali wangu nilikuwa nao huo, kwa hiyo nilikuwa si wa kuingiliwa rahisi. Naweza ukatukumbusha motokaa yako? Hmm. Oh, hiyo ilikuwa aina gani bwana, enzizo chini Cambridge Gari yangu ilikuwa Austin Cambridge, na nimenunua kwa mzungu wa Mpanda, ilikuwa imetumia mia mia mia maili elfu tisa tu kutoka upya wake. ni, ni gari nilikuwa natoka nayo hapa nakwenda kwenye mikutano Dar es Salaam, na nakwenda nayo narudi nayo nan hey. no, no, no. na Nyerere akija hapa ni gari tatu alikuwa anazitumia gari hizo, ya kwangu ya Juma Shabani ambari ya Mahamedi Kunji marehemu au wengine mawili marehemu. Sasa hii ndio hali tulikuwa naye haya. Ah, sababu sasa Sa. ah, ya wewe nilikuwa mimi kwenye ukubwa wa Waislamu, nipo kwenye ukubwa wa nani, kwenye chama nipo mi ni diwani wa kwanza wakati ule wa wazungu eh, diwani wa kwanza Tabora ikiitwa Township Authority. Mambo wanayoyapanga kuhujumu Uislamu, mi nilikuwa nayaingilia mara nyingi kabisa na yanafeli no? Basi hata tumefanya mkutano mwaka mmoja wakati ule mkoa huu wote una jimbo moja tu Kigoma Mpanda wapi Sumbawanga kote ni jimbo hili, tumanafanyia hapo welfare mkutano mkuu wetu wa mkoa akiwa wa Mbura mkutano ukawa umeamua kule kwenye mkutano Bilali anavyeo puna huku, maana yake nini? Huyo ambura sasa anashawishi watu, maana yake nini sasa? Kuleta fujo, afadhali afadhali hatu afadhali hatu apishe sehemu fulani hili likatamkwa alipotamka mwanamke